Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaja mtu amwambia ya Rasulullah, moyo wangu umekuwa mgumu, ntafanya nini mpaka moyo wangu uwe moyo laini? Amwambia la kwanza, ukimwona yatima amfanya nini? Papase kichwa chake, ahisi kwamba mimi nami kuna wazazi wananihurumia. Kupapasa kichwa tu. Je, ukimlipia fees za shule fees za shule Furaha yake hisia zake itakuwa vipi? Je, utakapomchanganyisha na watoto wako awe atakuwa vipi? Huu ndio Uislamu, tuwafariji wengine. Maskini huna, mwambie maneno mazuri. Uislamu wa kufundisha, hata mtu ukamwona amekuwa mkorofi, wewe mregeshe katika tabia